Kiangalia unasema tumepoteza pale CCM Kirumba dhidi ya JKT hmm. Mechi ile nikiangalia ile ilikuwa inaendelea na mbio kuona shezo Tabora aliasiliwa na ugeni, walikuwa kama wako kionyesha ugeni nini? Hakuna kingine, walikosa watu wao nyuma yao ambao walikuwa wamezoea kuwaona na kuwa support. sauti zile zilikuwa zikisikika la Hassan Mwinyi wa support timu yao asikuwe kwa pale CCM Kirumba. Unaona kabisa kwamba nafikiri kufunguliwa kwa uwanja huu hata timu zinazotegemea kuja kumalizia, nafikiri kuna game mbili zinakuja kumalizia wasanii. Timu hizo zinazokuja Hassan Mwinyi zinajua kabisa kwamba hii ni janga, achilia mbali mechi ya Hassan Mwinyi, Yanga Afrika. Nafikiri kuna KMC wanakuja Hassan Mwinyi, wakija Yanga najua Hassan Mwinyi wanaweza wakawa na watu wengi uwanjani kuliko Tabora, kwa sababu tumezoea kuona Simba na Yanga popote wanapocheza, wao wamekuwa wana watu wengi wakiwa nyuma yao. Tena nafikiri mikoani wamekuwa wakipata sapoti kubwa, pengine kuliko Dar es Salaam, kulingana na ukweli kuwa washabiki wengi wa timu hizi Simba na Yanga wako mikoani, lakini mimi naamini kucheza katika dimba la uwanja wa Ali Hassan Mwinyi litakuwa linawapa nguvu zaidi na supporti zaidi wachezaji wa Tabora United kuliko Dar es Salaam Yanga Afrika kwa sababu mm -hmm. wachezaji wa Dar es Salaam Yanga Afrika pamoja na ule umati utakaokuwa jukwaani wao watakuwa naona, mazingira yale ni mageni kwa upande wao. mm -hmm. wachezaji ambao mazingira yale yatakuwa na wafeva ni Tabora United, kwa sababu wakiangalia, kila kitu ni kitu ambacho wamekizoea, atmosphere ya uwanja, kila kitu, uwanja, hali ya hewa na mambo mengine yote yatakuwa na yanawakumbusha kwamba mko nyumbani, chezeni mpira wao. Nafikiri hiyo ni moja ya kitu ambacho itakuja kutua nguvu kubwa sana sisi kama Tabora United. Lakini pia kwa upande wa mchezaji, wachezaji walioitwa katika kikosi cha timu ya taifa tumeweza kuona uh, moja ya majina ambayo yanatajwa sana, kwa nini hakuitwa katika kikosi cha timu ya taifa kutokana na kile ambacho amekionyesha kunako ligi kuu soka Tanzania bara ni Ofen Chikora wa Tabora United pengine Uh, kwa aina ya uwezo ambao ameonyesha kama mchezaji mzawa alistahili kuitwa kwenye ikosi ya timu ya taifa kwa upande wako? Uh, nikitazama mimi binafsi yangu nisingeshangaa kama angeitwa. Ni mchezaji mzuri, ni mchezaji mzuri ambaye anakuja vizuri, bado wana mdogo, nafikiri katika misimu yake mitatu minne nyuma kucheza ligi ya Tanzania bara, huu ni msimu kwake bora sana, ambao nafikiri unamfanya yeye kila mtu kuamini katika uwezo wake lakini pia anapaswa kutambua kwamba national team ipo kwa ajili ya wachezaji wote wa Kitanzania. Muda utakapofika akiitwa, anapaswa kuonyesha na atakiwi kukata tamaa, kwa sababu timu ya taifa, kila baada ya muda wachezaji wanabadilika, kila mtu anaona, nafikiri hmm. utafika muda ataitwa na yeye anatakiwa kuonyesha uwezo wake. Wachezaji walioitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa na fikiri wote wanastahili, huwezi kusema angetoka huyu akaingia huyu. Ndiyo maana nikasema kwamba mtu kama Ofench Kola, kulingana na kiwango na uwezo waliuonyesha, huu ndiyo msimu ambao watu wengi wanamakinika naye sasa kumtazama na kujua uwezo wake. Ni na yeye hataki kukatishwa tamaa, kwa sababu eti hajaitwa ni national team awamu hii. Huwezi jua, awamu ijao inawezekana bwana Emedi Moroko akamwambia Ofench Kola njo na ukiitwa national team. Wakati mwingine, so lazima uanze kuna iza ukaitwa na ukafika ukawaangalia watu wanafanya nini. Kwa hiyo ile tu watu kufikiria kwamba fesla alikuwa anastahili kuitwa, yeye kwake hiwe ni kama hofu, kumpa hofu na kumfanya ajue kwamba anahitaji kupambana zaidi, ili, ili asiwaangushe wale watu wanaomuona kwamba yeye, eh, ana nafasi na uwezo wa kutumika pale. Mi naamini mchezaji kama Fela, umri wake na uwezo alionao, mpaka dakika hii alikuwa na uwezo wa na, na bado hakuna mtu ambaye, kwa ambae angehoji kwa nini, lakini pia vile vile astahili kukata tamaa. Na kusema kwamba kusemawama kwa nini mimi sijaitwa. Naamini na muda bado uko amuombe Mwenyezi Mungu amwondoshie majeraha, awe na afya awe ni mchezaji ambaye majeraha anakaa mbali na yeye, na nafikiri ana mambo mengi ya kuionyesha nchi pamoja na wapenda soka kwamba yeye amejaliwa na kwa uwezo wa akiwa na nyuki wa Tabora na aina eneo ambalo wanacheza, pengine kama ingetokea akaitwa, unaiona nafasi yake ilikuepo pale kutokana na aina ya wachezaji walioitwa wanaocheza katika eneo lake. Ukiangalia wachezaji walioitwa pale hawatofautiana sana na ofensi bora. Kuna mtu kama Idi Seleman Nato yuko pale na pia unaona wachezaji ambao yeye anaona kucompetition nao. Kwa nini nasema mtu kama Idi? Na muangalia mtu kama Simon Msuva au ndo mawinga asili ndio kasema kwamba wakiitwa na national team wanza kutumia japo tumeona mara kadhaa mtu kama Simon Msuva amekuwa akitumika kama namba kumi, au post namba 9 lakini ni mchezaji ambaye unamuona ana asili ya kucheza pembeni. Kulingana na umri wake umesogea, kocha wa timu ya taifa Bwana Moroko ameona namna nyingine ya kumtumia ili kuweza kuleta manufaa kwa timu. Kuna wachezaji ambao wameitwa pale kiwatizama, naona nafasi ya ile, kwa sababu nikimwangalia katika mchezaji katika wachezaji ambao wanacheza eneo lake, wenye ufanisi, nafikiri ana namba nzuri kuzidi wale wengine walio hapo. Naamini Esla ana nafasi na uwezo wa kuonesha mambo mengi kwenye ngazi ya timu ya taifa kwa miaka ya mbele. Kwa hiyo asikate tamaa. Uwezo wake ni mzuri na wachezaji wengi walioitwa pale, simuoni mwenye namba za kumzidi au kumfikia ufenchi bora, lakini anatakiwa sikate tamaa. Tumemkosa Mbwana Ali Samata lakini kwa muda mrefu, Kevin John ameitwa, hii imekaaje juu? Ni pigo sana kumkosa naoza kama Mbwana Ali Samata kama Bwana Samata ni mchezaji mwenye uzoefu mkubwa wa mashindano ya kimataifa. Ni mchezaji ambaye anaweza kukupatia vyote, naweza nikasema vyote kwa sababu ni mchezaji ambaye hauna uwanja utampeleka ashangaye aone mageni. Ni mchezaji ambaye anajua kila aina situation kwenye mchezo wa mpira wa miguu, ukiangalia timu alizopitia, uzoefu alionayo na uwezo alionayo na ukweli unaosadiki ni kiongozi mdogo, kepteni wa timu ya taifa. Tunamkosa, tunakosa vitu vingi, wachezaji wanategemea vitu vingi kutoka kwake, sio uwezo wake wa uwanjani, hata jinsi gani anaweza kaongea na wenzie akawaelekeza, tunakwenda kucheza mechi hii, umuhimu wa mechi na namna gani kuikabili, kuwaondoa wasiwasi wenzake na kuwaelekeza mawili matatu, nje ya kiwanja, ndani ya kiwanja. Ni pigo, ni pigo kubwa sana kwa upande wa bwana mdogo kwa vijioni Ukimwangalia ni mchezaji ambaye anapaswa kujifunza mambo mengi, bado bado hajafikia kuwa na uwezo wa kusema kwamba sasa huyu tunakwenda kumtegemea, naye ni miongoni mwa wachezaji ambao anatakiwa kuongozwa, anategemea watu kama kina Mbona Samata, kina Simon Msuba na wengineo kama kina Kimdenis waendelee kumwongoza. Usije ukamwangalia kimijioni ukasema anacheza nje basi, ukaamini uka tu kucheza kwake nje basi, unaweza ukamfanya moja kwa moja akawa na experience alionayo mtu kama Kimdenis leo kama Simon Msuva na wengineo. Mimi nafikiri wale watu kama kina Kim Dennis, Simon Msuva wamemzidi experience mtu kama Kevin Jr. Umri wake na matukio ambayo anakutana nayo kwenye mpira wa miguu, nafikiri wenzake wamemtangulia, wamekutana na situation ngumu zaidi kwenye mpira na wanajua mambo mengi kwenye mpira wa miguu kuliko yeye. Kwa hiyo sio mchezaji ambaye tunakwenda kumtegemea, lakini kuitwa kwake ni faraja hasa kwake yeye kama mchezaji mchanga. Na kuna muda hapa alikosekana kwenye national team nafikiri ni muda ambayo yeye atakuwa amejifunza kwamba national team na kwa team kumbe ipo kwa ajili ya kuitumikia wachezaji wote, lakini kuna vitu vya msingi vya kuzingatia kama wewe mchezaji ili uweze kupata nafasi na kuitumikia na timu na yako ya taifa. Kipaji peke yake hakitoshi, lakini nidhamu, kujituma pia vile vile na kusikilizana na wenzio pamoja na na makocha Tumalizie uh, katika eneo ambalo limekuwa na hofu shaka, ukiachana na kusakana kwa bwana Ali Samata ni eneo la goalkeeping. Ukiangalia katika mkeka ule wa majina uh, yaliyoitwa kuna Ali Salim pamoja na Hussein Masaranga. Moja ya makipa ambao waliitwa Hussein Masaranga, nafikiri katika vitu ambavyo vimempandisha ni uwezo alioonyesha akiwa na Tabora United. Lakini pia Ali Salim, hakuna shaka, hakuna asiyejua kwamba Ali Salim ni kipa wa aina gani, japo kumekuwa na wasiwasi wasi, hii naona nizungumziaje Juma? eneo la goalkeeping kuelekea mchezo huu. Tuna tatizo upande wa goalkeeping. Japo tunajipa matumaini kwamba makipa tulionao na walioitwa wana uwezo tosha wa kuweza kuitumikia national team, lakini ukweli ni kwamba tumekuwa hatuna makipa ambao wanapata nafasi kwenye vilabu vyao wanavyovitumikia cha kutosha kuwafanya wawe na uwezo kujia wa kujiamini wanapokaa langoni kwenye timu yetu ya taifa. Hiyo ndio tatizo. Tatizo sio vipaji vyao, uwezo wa wao wa. Mi naamini makipa wote walioitwa wazuri, tatizo ni kwamba makipa wote walioitwa ukiwaangalia hawapati na nafasi na michezo yenye ushindani mingi kutokea kwenye vilabu vyao. Hiyo ndio hofu ya wapenda soka na Watanzania wote kwa ujumla kwamba tumekuwa tuna tatizo eneo la, mi nafikiri kama kuna sehemu ambayo tunatakiwa tuiangalie kwa kina kuanzia chama cha mpira ikiwezekana tutengeneze hata sera za kuweza kulinda uwezo wa magoli kipa wetu. Nafikiri ni muda mwafaka sasa kwa kuanza kutoa kipaumbele na wao, licha kutoa kipaumbele magoli kipa no? wachezaji wanaocheza nafasi ya ugoli kipa wa Tanzania wanatakiwa, ni muda sasa mwafaka wa kujitangua na kuonesha uwezo na ku compete na wale makipa wao kwa kwa kigeni naukuja kwenye ligi yetu, sababu kimwangalia mtu kama Alisari Katolo kipa nambari mbili sasa hivi ndani ya klabu ya Simba amepata nafasi ya kudaka baada ya Musa Kamara kupata majeraha katika mechi hizi mbili tatu. Ni mchezaji ambaye amekuwa amekitumia muda wake mrefu kwenye kwenye kwenye kwenye bao ndefu. Ukimwangalia goli kipa kama Hussein Masalanga, ukweli ni kwamba uwezo alioonyesha Hussein Masalanga ni toka raundi ya kwanza ya ligi akiwa na timu ya Tabora United, ndipo alipothibitisha uwezo na alicheza game nyingi zaidi na kila mtu akaona Hussein Masalanga ni kipa mzuri, toka aende Singida Nafikiri kacheza game mbili au tatu hazitoshi kukufanya wewe uende ukatumikia kwenye michuano migumu, na unapokutana timu kama Morocco. Kama unavyojua wachezaji wao wengi wanacheza bara Ulaya, ni wachezaji wenye vipaji vikubwa, ni wachezaji ambao wanaweza kutumia kila namna ya kutafuta kutafuta goli. Wakishagundua mna udhaifu sehemu moja tu, wanaweza kuitumia. Kwa hiyo bado mimi naweza nikasema tuna tatizo eneo la goal keeping, japo tuna imani na makipa tulionao kwamba wana uwezo lakini uzoefu ndio kitu kikubwa kushiriki michezo mingi zaidi kwa magoli kipa. Kipa siku zote anakuwa na uwezo mkubwa na anakuwa na hali ya kujiamini anapokuwa anashiriki kwenye gemu wiki after wiki, wiki after week. Kama mnakuwa mnamchezesha kipa ambaye anakaa benchi muda mrefu, hiyo inakuwa sio nzuri, japo haiwezi kufanya tuamini kwamba tutakuwa tuna tatizo kubwa eneo la goli kipa, kwa sababu makipa walioitwa ni makipa wenye viwango vikubwa, vipaji vikubwa. Ni muda mwafaka walimu wa magolikipa walioko national timu wafanye kazi kubwa kuwafanya wale watu warudi kwenye mchezo, wakae kwenye mchezo, na mwisho wa siku waweze kutupatia kitu kilichokoa.